Jipatia vitabu vya Rev ES Munisi vilivyohaririwa kwa uweledi vitakavyokujenga kilimani kwa kujipatia nakala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 Tisa moja. Waonaje hali yako asubuhi ya leo, mtazamaji wa Sauti Kuu TV, popote hapo ulipo, bila shaka umeamka salama na tayari upo njiani kuelekea katika majukumu yako ya kila siku au tayari umekusha kuwadia katika ofisi zako, na labda umeshindwa kufanya haya yote kwa sababu wasumbuliwa na maradhi, pengine Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema akufanyie wepesi asubuhi ya leo katika afya yako, na kama mfuko ni mtupu basi akujalie riziki ya, ya fedha uweze kuendeleza majukumu yako ya kila siku na kuendesha maisha yako. Mimi ni buheri wa afya hasa, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Si mbaya mimi ndiye ambaye nina ku...